Je, yeah, una stress? Karibu ukumbi huu wa paka. Paka wana uwezo mkubwa wa kugundua hali ya mtu na kumfanya ajisikie vizuri. Chuo kikuu cha jimbo la Washington kiligundua kuwa dakika kumi tu za kumpapasa paka hupunguza kwa kiasi kikubwa homoni za msongo, pia huongeza homoni za furaha mwilini, serotonin na dopamine. Nimekuwa nikikosa kuona vizuri, kwa hiyo unatafuta mnyama wa kunipa faraja. Wanasaidia <laughs> really... sana kupunguza stress baada ya siku mbaya. Ni wapunguzaji wa ajabu wa stress. Kwa wengi walioko hapa, kumkumbatia paka sio suala tu la kuepuka matatizo binafsi. Kuja hapa kunasaidia sana kupunguza msongo wa mawazo unaosababishwa na mambo mengi. Najua kisiasa, kuna mengi yanayoendelea kama ushuru unaopanda na mengi mengineyo. Wako kwenye kazi ya kutoa msaada wa kihisia, lakini nani anawasaidia wao? Inavyoonekana, kafeteria hii si tu mahala pa kupumzika, pia ni hifadhi ya paka wa uokozi. Tunaona mabadiliko mazuri sana katika afya na tabia zao tangu wanapowasili hadi wanapopata familia mpya. Wengi wa paka hawa wanasubia kupokelewa katika familia zao za milele, lakini kwa sasa wanatumika kama wachochezi wa tiba ya kihisia. Je, ungeenda kwenye kafe ya paka kwa mapumziko ya afya ya akili? Mtherapia wako wa afya yuko tayari.